Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, Like, share na kucomment. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa YouTube channel ya Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mimi ni Askofu Benson Karika Bagonza ambaye napenda kuchukua nafasi hii kuwasalimuni nyote katika jina takatifu ule lenye mamlaka yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawaleteeni mwaliko huu. Ni mwaliko maalum. Kila mwaka katika siku ya Pentekosti, daosisi ya Karagwe huadhimisha siku ya Karagwe Dei, yani Kadi Dei. Mwaka huu siku ya Pentekosti imeangukia tarehe nane mwezi Juni mwaka huu, na wanadaosisi ya Karagwe tutakusanyika kuadhimisha siku ya Kad Day. Na mwaka huu tunakusanyika katika jimbo la Kituntu katika usharika wa Kituntu maarufu kama Katembe, ili tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja kwa ajili ya utume unaoendelea katika daosisi yetu. Na kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni mtu bati na bati mtu, yaani bati lije na mtu na mtu aje na bati. Tunakusudia kukusanya mabati kwa ajili ya kuezeka majengo ya makanisa yaliyojengwa katika kipindi cha mwaka huu uliopita tangu tulipoadhimisha KAD Day ya mwaka uliopita. Mwaka huu tumejenga makanisa makubwa kumi na matano na tunahitaji mabati ya kutosha kwa ajili ya kuezeka makanisa hayo. Basi napenda kuleta wito na mwaliko. Karibu uchangie, karibu ushirikiane pamoja nasi ili kuweza kuendeleza utume wa dayosisi ya Karagwe, ambao kwa miaka arobaini na tano tunalenga kupeleka huduma karibu na watu. Tunapeleka mahekalu karibu na watu ili watu wapate nafasi ya kumwabudu Mungu kwa karibu, kupata huduma ya kichungaji na sakramenti, kupata huduma ya utetezi, kupata huduma ya utunzaji mazingira, na kupata huduma ya kuwatunza wale ambao hawawezi kufika mbali kanisani: wazee wetu, walemavu, watoto yatima, na wale ambao kwa sababu mbalimbali wanahitaji huduma ya upendo kutoka kwa kanisa. Basi nakukaribisha uje na bati, na bati lije na wewe. Akaunti yetu inaonekana hapo chini katika bango. Basi changia tujenge kanisa, changia tuwezeke makanisa, ili watu wapate mahali pa kukutana na Mungu wao, waponywe mioyo yao, waelekezwe maadili mema ya kuishi katika jamii. Katika maadhimisho yetu ya KAD Day kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, tumewalika wageni maalum wa kushirikiana pamoja nasi katika maadhimisho haya hao ni kwaya ya uinjilisti ya KKKT usharika wa Kijitonyama, daosisi ya mashariki na Pwani, jijini Dar es Salaam <mulia> kufika dayosisini tangu tarehe nne na kuondoka tarehe nane baada ya ibada ya maadhimisho ya KAD Day. Basi kumbe KAD Day haina mipaka ya dayosisi. Tunazikaribisha na dayosisi nyingine madhehebu yote, imani zote, ndani na nje ya Karagwe. Karibuni mtuchangie tupate mabati ya kuwezeka makanisa yetu katika eneo hili la dayosisi ya Karagwe. Na neno la Mungu litakaloongoza maadhimisho yetu mwaka huu ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari wa sita, yeye aliyeianzisha kazi njema ndani ya mioyo yenu ataikamilisha hata wakati wa Kristo Yesu. Karibuni sana tuadhimishe KAD Day. Asanteni sana na Mungu awabariki. <muchas> Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.